Siku zote mtoto wangu amekaa vizuri. Leo hii zimebakia siku chache. Eti ghafla hali kama hii inatokea. Mimi nitajua tu. Hii sio hali ya kawaida kabisa hii. Sasa kama ni hivyo, basi tumnyanyueni tumuongeze ndani akapumzike. Hapana. Hawezi kwenda kokote huyo. Mwacheni tu akae hapa hapa. Apigwe na upepo akishakaa sawa tutamrudisha huko ndani. Basi sawa. Naomba mtu apitumwekie kwa chini kidogo. Basi tupungue kidogo ili aweze kupata upepo hapo, hmm. Bwana wewe, mbwa kujitetea, acha kujitetea yaani. Wewe vai mdogo wangu, tangu nakujua unaga tabia ya kutembelea ndugu zako eh. Yaani wewe kabla hata kujaolewa upogo hivyo hivyo. Tangu nimeolewa mimi, Rose kanitembelea Meli kanitembelea, lakini we mdogo wangu aa! Unachotaka nikutembelewa wewe tu. Badilika mdogo wangu, ishakuwa mtu mzima ujue. <laughs> Nimekusikia, nitakuwa nawatembelee maana leo kama mnanishambulia vile. Habari saizio, Salama. Vai. Tuko hapa tunaongea habari za msingi. Mwenzetu unainuka. Yaani umemuona mumeo basi ni mbio mpaka unataka kuanguka. Ikiwa mumeo hajabeba kitu chochote. Au ndilo penzi jipya linakuchanganya? Dada. Kwani nini shida iko wapi mimi hapo kwenda kumpokea mume wangu? Eh? Hata kama hajabeba mzigo. Lazima niende nikampokee nijue ameshindaje huko alipotoka kama yuko salama. By the way, mume wangu hajanifundisha hivyo amenifundisha akirudi nyumbani, hata kama kuna kazi nilikuwa nafanya, naacha nampokee kwanza, ili nijue ameshindaje, anaendeleaje. kuna vitu hawezi kuniambia nyie mkiwepo hapo. Isitosha mwezi jua, labda amenimisi, ananihitaji. Haya hai, dadangu, tangu lini na leo ikawa mara ya pili? Eh, kwanza sisi watoto wa Masawe hatuna ratiba hizo kabisa kwamba eti waume zetu warudi tuanze kuwakimbilia. Haya, leo imekuwaje wewe mwenzetu? Na sio kuwakimbilia tu vai, unatakiwa ujikaze, jishikilie, mtoto wa kike. Hatukukatazi kumpokea mumeo, lakini akiwa amebeba kitu. Mumeo hajabeba kitu chochote, kulupu kulupu kulupu. mpaka unataka kuanguka. Utoe hiyo miguu yako Wajuaje na wapumbavu wa Mungu, anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji wapambanaji wa Mungu. Eh, mvipi? Mbona zingua, unakaaje mbele hapa? hey. Nikugonga kugonga nikutoa utume <tumano> na <tumano> kuaje sasa? Wataka unite kesi mimi hapo, ebu toka hapo, ipite. tena koma, na tuheshimiane. Mwana, mwanaharamu mkubwa wewe, hivi ulijiona mjanja sana, si ndio? ukahama na kijiwe mwenyewe unanikimbia eh? na leo tumekutana hapa, ama zako ama zangu, huendi kokote baba njaa wademu nakicha aya eh? unanitangazia njaa mim, mimba bako sikia, nikwambie mimi sio shirika la msaada la kuntangazia dhiki na njaa kila wakati. Naomba nipishe nipite, niondoke zangu. Sikiza nikwambie, mimi sina ziki na wewe, sio babangu mpaka nikutangazie njaa kama ulivyosema. Pia sina shida ndogondogo za kukosa chakula chakula. Umeelewa eh? Sijui unaniona mwenyewe hivi, mimi wakukosa chakula eh? baba eh, unajua demi, sikuelewi nimesha nimesha kusikiza muda mrefu, unapiga piga tumbo tu tumbo tu, unataka nini? Nimesha kwambia kama pesa, mimi sina pesa na siwezi kuhudumia dhiki zako, dada. Naomba nipishe niondoke, usiniharibie siku yangu ya leo. Sikiza nakwambia, wewe mwana haramu kilichonifanya nikutafute wewe, sawa baba? Ulichokipanda tayari kishaota, upo kwa hiyo. Ninachokitaka ni hichi kimoja, wala sitaki tuzunguke sana. Naomba pesa, nataka niende nikatoe kwa sababu kuzaa sio lengo langu bado, nina malengo yangu mengi ya kufanya pia. Wewe sio mwanaume wa future yangu, wa kuzaa na wewe. Upo pesa? Kumbe ni hilo mimba. Mimi ni kawaida yangu hiyo dada. Yani mimi ni kawaida yangu kumpa mimba mwanamke, na nikisha kupa mimba, utaratibu wangu mimi hautakii kutoa. Ole wako ukitoa, shida itakupata hasa. Nisikilize vizuri pesa kwenda kutoa mimba sina, labda cha kukusaidia nenda kaitunze yo mimba miezi tisa ifike, ukishajifungua niletee mwanangu, nitamlea. Hiyo ndo sistimu yangu, lakini swala kutoa pesa kwa ajili ya kutoa mimba sina. Kumbe hu unijui vizuri eh? <laughs> kwa hiyo ulivyokuwa unanibinua binua, unanibadilisha style, ulikuwa unategemea nini? Baba ndo ishaingia na mimi nataka kuitoa siko tayari kuzaa na mtu mbovu kama wewe, na leo huendi popote, na kama huamini nitakujazia watu sasa hivi hapa. We mwanamke, msimamo wangu mimi uko pale pale. Huwa sitoi pesa kwa ajili ya kwenda kuwa kiumbe changu au damu yangu sawa, kama utaweza lea, usipotaka kulea basi nipishe nipite. Sikiza nakwambie na mimi nakwambia, na hivi hapa huendi kokote, na hii mimba itatolewa utake usitaki, sawa ukitaka unigonge uniuwe hapa, hapa, ili watu waje wakushuhudia wewe, muuaji, wa kukamata ukafie jela. Hebu angalia na kakichwa kangu aka kama kibwengo, na wewe ulivyo mweusi kama lami, mwangalia una sura ngumu kama nini. Tukizaa wewe mtoto atatokaje? si mzimu. Unataka kutoa mimba? Ndio. <sighs> Sawa, naomba tuongozane mimi na wewe, mguu wako mguu wangu, mpaka hospitali muda huu Ukaitoa hiyo mimba, na gharama zote litasimamia mimi. Naomba ukalie chuma, tuondoke hospitali. Ndo maneno sasa.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

Dada. Samani. Unajua <laughs> mimi hivi nilivyo ni mume wa mtu, si nani hivi. Mimi na mwanamke wangu mzuri sana kuliko wanawake wote duniani. Anaitwa Cindy Kakolanya. Ni mwanamke ambaye tuko tunaishi wote, tunakula, tuna enjoy, tunajilamba, tunaishi kizungu. Asa mimi sijui kuna kosa gani ambalo nimelifanya, anashangaa tu, anataka anataka aondoke zake. Mimi ananumiza sana moyo mimi. Nampenda sana Cindy. Yaani, hivi unavyoniona mi nipo namtafuta Sindi wangu sitakomenionea wekaka simjui Sindi, unachelewesha basi -ba -sa, dadangu samana, ni mara mwisho, unajua oh, dadangu, mapenzi yanaumiza sana, mapenzi yanatesa ya sana moyo wangu mimi. Sindi nampenda sana yaani nampenda popote alipo alipo au mwambieni aje basi arudi nyumbani. Mimi naumia moyo wangu. Nateseka sana ujue mimi sikuwa hivi. Mimi niko pona naishi maisha fani, hivi maisha kizungu na enjoy na jiwamba. Mwanamke mimi akawa ananipenda, yani kirudi na chelewa, ananilaza, ananiongesha, ananisafisha. Nilikuwa nakula chakula fani kizuri hivi, nikiwa nakosa hela naiba kidogo naenda na kunywa pombe na rudi anipiga, anifanye chochote. Kila kitu ninachokitaka mimi ananipa mimi. Mzungu wake ananiogesha fresh bling, bling, na vapa navaa pambakali ile. Mimi sasa hivi nakosa vitu vizuri kutoka kwake. Tafadhali naomba nikutume popote utakapoenda, ukimwona Sindi mwambie mudi mzungu anamtaka arudi nyumbani sawa. Au tutoke hapa wote, mimi na wewe dada yangu, t tukamtafuti. Sawa, tumtafute na kichia nini? Dadangu, mi nakuomba na nakutuma popote pale. Ukimwona Simbi mwambia mwalimu mzungu anamuhitaji arudi nyumbani kwake. Hata kama umjui, ila ukimuona tu, ni mwanamke fulani wa kipekee mweupe, ana macho fulani vya amazing, anajikunia kwa mbali, ila wee mwambia hivi, mi nampenda sana, dadangu

Haya, nyumani mimi ata siwafikishi mbali hata usijali. Tushata bajaji kwa hapo nje, ila sasa jitaidi usiharibu tena, we nimenyeoka. Unaenda wapi? Naenda kufa shopping, wife. Undani vitu vyote vimeisha. You know why it's late? What? The reason we don't have Unajua nanikumbusha nini, sweetie? Mm. Siku ya kwanza ya ndoa yetu, nakumbuka ilikuwa hivi hivi, watu walituleta tankaondoka, tukabaki wenyewe. Kusema ukweli, naukumbuka sana we, usiku yetu ilikuwa nzuri, sijawaiona Nijisikia tofauti sana, ndio siku ya leo, tumebaki wenyewe, tunaweza tukafanya chochote kiwa. I feel like kama umenioa upya, mume wangu wendo, dereva wangu wendo, maisha yangu ani endo, kukira kitu kwangu, usiniache mume wangu. I'll be back. You know what, babe? Yes. Mimi msile sauti yako ile. M. Unanitaga. Wife. Come on. Raison. <laughs> Choma ndani. Sasa leo iko tofauti <laughs> kidogo. M. Husband. Yes.

ifi lile jambo letu sasa linaenda kuisha. Pitapita zangu nimeelekezwa hapo, hata si umbali, kuna mtaalamu tena mtaalamu mzuri kwelikweli. Yani yaani, nachokuomba hapa, mwandayo binti tuondoke, maana harakati zote za shule ndio leo. Haya mambo ya aibu mimi siyataki mwenzio ili akishakuwa sawa, ampigiwe bwana wake aje hapa jambo letu liishe. Nadhani umenielewa basi. Sawa, acha ni mwandae, andae ni mtafutie nguo tumvalishe hao. Ndio tusipoteze muda, fanya tuondoke. Basi sawa, mama <laughs> mati ni bora tu ulivyoongea. Chukua simu yako, ebu toa hiyo password yako, mpigie mwanamume wako, ili tutakapoenda kwa huyo mtaalamu tujue nini kinachoendelea, maana kila mtu hapo nje anajua leo ndio shughuli yako. Sasa mi sitaki aibu. Sawa, emfanya hivyo basi Shangazi, hii shughuli haiwezi kufanyika tena. Unasemaje mati? Ee, mimi naona huyu hayuko sawa, itakuwa shughuli ya kuamka na kuzimia. Emfanya tuondoke, shangazi, mwanaume anitaki tena ile majuzi nilivyokuja kuongea naye ameniambia ameamua tu abaki na mke wake, na hivi ninavyowaambia, amenibloku. Nimejaribu kumtafuta kwenye namba zingine, namba yake haipatikani. Yaani amesema anitaki tena. ye shangazi, waambie mtu watu waondoke, hii shughuli haipo tena. Unasemaje, Mati? Hii ndio dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa uwe mtoto, utakufa kwa mawazo. Mati. Ndio maana nalewa, ndio maana nalewa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

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Haumimi, ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea.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 kwamba wazangu, ningeruka thamani ya utu wangu, bei ya chapati dunia, ah. shule inayofunza mema na mabaya dunia, ah. wajuaji na wapumbavu wa moo